tukisalia katika habari zinazohusiana na majeshi, baadhi ya wahitimu wa mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT kikosi cha mia nane ishirini na moja Bulombola kilichopo mkoani Kigoma operesheni Magufuli wametangaza kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Rais Dr John Magufuli za kupambana na vitendo vya rushwa, ufisadi pamoja na matumizi mabaya ya mali za umma. Wamesema kuwa mafunzo waliyopata ya uzalendo, utii hodari na mbinu mbalimbali za kifita watahakikisha wanayotumia katika kuunga mkono jitihada za serikali za kupambana na vitendo viovu. Taarifa zaidi na Doto Elias kutoka mkoani Kigoma. Wahitimu wa mafunzo ya awali ya jeshi la kujenga taifa kikosi cha mia nane ishirini na moja JKT Bulombola kilichopo wilani Kigoma mkoani humu wa operesheni Magufuli wapatao zaidi ya elfu moja wakifurahia kuhitimisha mafunzo yao. Kupitia nyimbo na risala yao wanataja kipaumbele chao kuwa ni taifa kwanza na wala sio itikadi za kisiasa. Wanasiasa wanapinga. Pia wanaahidi kutumia mafunzo waliyopata kupambana na maovu huko waendako. Nitakuwa mhamasishaji mkuu wa kupambana na mambo kama hayo ambayo Mheshimiwa Rais Magufuli anayapinga kama rushwa. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitajituma na kwenda na ku, na kinyume na uovu kama huu ambao unadidimiza jamii nyingi za Kitanzania zinazidi kuwa maskini. Kama mzalendo wa Tanzania nipo tayari kutoa taarifa yoyote ambayo inahusiana na, na rushwa pamoja na, na maovyo yanayotokea ya na hapa hapa Tanzania. Na katika kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya tano wameshiriki kikamilifu kutengeneza zaidi ya madawati elfu moja na sabini ikiwa ni jitihada za kuondoa tatizo la madawati eh, shuleni. Hali ya maendeleo ya madawati inaendelea vizuri, na wakati wote tunaweza tukakabidhi. Vijana hawa wamefanya mafunzo yao hapa kikosini kwa hali na juhudi kubwa, na walikuwa wepesi kushika kila somo walilofundishwa iwe kwa nadharia au kwa vitendo. Mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mwamvua Mlindoko, aliyekuwa mgeni rasmi, anataja athari baada ya kusitishwa kwa mafunzo ya JKT. Lakini kwa kipindi cha mpito hapa katikati, vijana wetu wamekuwa hawapo tayari, na kwa kufanya hivyo hatuwezi kuijenga nchi yetu. Je, anawaasa nini wahitimu? Waasa tu wote kwamba tuilinde amani ya nchi yetu tuachane na masuala ya itikadi, mkawe watiifu na waaminifu kwa serikali yenu. Kutoka Kigoma, mimi ni Dr Elias wa TBC.